Pale Geita mjini hatukua na hospitali ya wilaya, tulikuwa hatuna hospitali ya mkoa. Tukaichukua hospitali ya manispaa ya Geita tukaifanya kwa hospitali yetu ya mkoa. Dr Samia kwenye kipindi cha miaka minne ameleta bilioni ishirini. Tumeanza kutoa huduma na majengo yamekamilika ya hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Geita. Tumepata hospitali mpya ya kanda. Hayati Magufuli alianza safari hiyo kuijenga ile hospitali Wakati rais anaingia madarakani, ilikuwa bado haijaanza kutoa huduma. Akaja hapa akasema, kila kilichoanzishwa nitakifikisha na nitaanza vipya. Tufikishie shukrani zetu za dhati, zimeletwa zaidi ya bilioni arobaini. Tumekamilisha ujenzi na huduma za kibingwa zinatolewa, mpaka wageni kutoka nchi jirani wanakuja kuchukua na kupata matibabu kwenye hospitali yetu ya kanda. Ukihitaji MRI unaipata. Ukihitaji CT scan Unaipata. Ukihitaji madaktari bingwa ndani ya mkoa wetu wa Geita, unaweza ukaenda Geita mjini, utakutana na ustari ya rufaa ya mkoa au kaja huku ukapata ustari ya rufaa ya kanda. Hatukuwahi kuwa na ustari zenye kwenye wilaya zetu. Wilaya ya Mbogo, mheshimiwa mgeni rasmi, ni wilaya mpya. Ilianza mwaka 2012. Haikuwa na ustari ya wilaya. Dr. Samia amepeleka bilioni sita. Tumejenga ustari na imeanza kutoa huduma. Ukienda Nyangwara hapakuwa na ustari ya wilaya, ilikuwa ni wilaya mpya. Dkt. Samia ameleta zaidi ya bilioni sita, tumejenga hospitali ya wilaya. Ukienda pale mbo, pale wilaya ya, ya, ya Bukombe, na penyewe ilikuwepo ya wilaya, lakini haikuwa na hazi. Dkt. Samia ameleta milioni mia tisa, tumeikarabati inatoa huduma za kisasa. Ukienda kule Nzera kwa mheshimiwa Msukuma, ukienda kule upande wa Katoro kwa mheshimiwa Magesa, hatukuwahi na kuwa na hospitali za wilaya. Mheshimiwa Rais kwa kuiona ile wilaya ni kubwa ameleta bilioni kumi na mbili tumejenga hospitali zenye hadhi ya wilaya na huduma zimeanza kutolewa. Tunamshukuru Rais Samia kwa namna ambavyo ametutendea haki katika sekta ya afya. Zahanati ndio usiseme zimejengwa karibia arobaini na tano vituo vya afya ndio usiseme vimejengwa karibia kumi vyote hivi vimeletwa katika kipindi cha miaka minne. Mheshimiwa Katibu wa Itikadi na Uenezi, Mheshimiwa Rais ametuletea magari ya ambulance Tulikuwa tunahangaika wazazi wetu wanazalishwa wakati mwingine kwenye changamoto ngumu, aidha kwenye basikeli au kwenye mikokoteni, anapelekwa kwenye hospitali kwenye huduma kubwa zaidi. Tumepata ambulance kumi na sita na zenyewe zimegawiwa kwenye hospitali zetu zilizoko ndani ya mkoa wetu wa Geita. Kwenye maji yamesemwa hapa na mimi nisingependa niarudie. Mganza hapa imekuwa na historia kuwa na changamoto kubwa ya maji. Maji tumegharamia zaidi ya bilioni sita, kazi iliyopo sasa ni kuyapeleka kwenye makazi ya wananchi wetu na jambo hilo mheshimiwa mgeni rasmi, linafanywa vizuri na mamlaka yetu ya Ruasa ikishirikiana na Gewasa kwa sababu miji hii mikubwa wanaiweka kwenye mamlaka ambazo zinaweza kusimamia. Lakini tumechimba visima la Samia ameleta gari lenye thamani ya milioni mia sita. Tumechimba visima zaidi ya mia moja na ishirini na tayari visima ambayo vimeanza kutoa huduma ni visima zaidi ya themanini. Tunamshukuru Dkt. Samia kwa kuwatua kina mama ndo kichwani. Tuna miradi mikubwa Chato hapa mheshimiwa Karimani ameeleza vizuri. Kuna mradi wa Exim Bank, una zaidi ya bilioni, bilioni 36, na kule Geita mjini tuna zaidi ya bilioni 124. Tunasambaza maji kutoka vijijini kule Nkome, tunapeleka mpaka mpaka mjini, na baadaye safari yetu ni kupeleka mpaka Nyarugusu, kupeleka Bukori, tutaenda kuungana na maji yaliyoko kule Kahama, ili mradi yetu uweze kuungana vizuri katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, upatikanaji wa maji vijijini wakati rais anaingia madarakani ulikuwa na asilimia sitini na sita. Leo tunapozungumza tunakwenda kuikamilisha ilani ya kufikia asilimia zaidi ya themanini na tano ya upatikanaji wa maji vijijini kama tulivyoelekezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mjini hali yetu haikuwa nzuri, tulikuwa kwenye asilimia sitini na tatu. Leo tunaelekea asilimia tisini ya upatikanaji wa maji vijijini. Kwa hiyo, Mheshimiwa Katibu wa Itikadi na Uenezi, utakapokuja kuomba kura kwa kweli hamtakuwa na kazi kubwa ya kujieleza. Kazi yetu ni kutoa mrejesho na kusema tupeni tena tuende kwenye kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa Dokta Samia Suluhu Hassan. Ya mwisho mawili, ya mwisho mawili, wakati anaingia Rais Samia madarakani hali yetu ya nishati vijijini kwenye upelekaji wa umeme kwenye vijiji vyetu vilikuwa vimepata vijiji mia tatu na hamsini na sita kati ya vijiji mia nne na themanini na sita leo tunapozungumza, Mheshimiwa katibu wa itikadi na uenezi, tumefikia umeme kwenye vijiji vyote mia nne na themanini na sita kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo hakuna kijiji kisichokuwa na umeme. Safari yetu imeanza kupeleka umeme kwenye vitongoji, na tayari kila jimbo limewekwa kwenye programu ya upelekaji wa umeme zaidi ya vitongoji vingine 20, vingine 30 na lengo letu kwa kweli tuweze mpaka mwaka huu tunaomaliza tufikie zaidi ya asilimia sabini ya upatikanaji wa nishati ya umeme kwenye vitongoji.